Kitu kizuri ninachokiona machoni pako ni kwamba huna ujuzi mkubwa na huna rasilimali za kutosha. Siku zote watu wengi wenye ujuzi pamoja na rasilimali huwa hawataki kuchukua hatua za kuanza. Mjasiriamali huanza na ndoto, huanza na imani, na pia ni lazima aanze na kikundi cha watu ambao wanaamini ndoto yake. China internet iyo, ilikuwa imeunganishwa na intaneti mwaka 1994 kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kumshawishi mtu kuamini kwamba kuna kitu kinachoitwa intaneti. Nilipowaambia wao walisema kwamba unatuambia uongo, lakini mimi nilikuwa ninaamini kitu hicho kipo, na nilijua itachukua muda kuwashawishi mpaka kuja kuamini. Huwezi ukawashawishi watu kwa maneno tu, lazima uwashawishi kwa matokeo. Ikiwa wateja wako wanaridhika na wanafuraha na wafanyakazi wako wanaridhika na wanafuraha wamiliki wa hisa shareholders wataridhika na watakuwa na furaha pia. Usitumie muda mwingi na wamiliki wa hisa, bali tumia muda wako mwingi kwa wateja wako pamoja na wafanyakazi wako. Lazima uishi leo, lakini pia lazima ufikirie kuhusu baadaye. Kama hautafikiria kuhusu siku zijazo, kama hautakuwa na maono ya miaka kumi ijayo, watu wenye uwezo, wale wenye maarifa na vipaji vikubwa, hawataona sababu ya kujiunga katika kampuni yako. Hata kama ndoto yako ni kubwa kiasi gani, kama hauwezi kujisimamia kuishi leo, hautafanikiwa kufika mbali. Ninyi ndio tumaini la Afrika, na niliamini hivyo miaka kumi na kitu iliyopita. Siku moja nilipokuwa katika apatimenti yangu, niliiambia timu yangu kwamba tumaini la China ni sisi. Ni kweli kwamba sisi hatuna rasilimali, na kikawaida watu wanaamini kwamba ni lazima uwe na mali kubwa ili uweze kufanikiwa. Sisi hatuna mali hizo, lakini tuna ndoto na tunaziamini ndoto zetu, kwa hiyo tutafanikiwa niliwaambia hivyo siku moja, na tulifanikiwa kweli. Kama sisi tulifanikiwa tukiwa hatuna kitu, hatukuwa na mali wala hatukuwa na ujuzi mkubwa, basi yoyote yule anaweza kufanikisha kile anachokihitaji, iwe ni biashara ama ni mradi wa maisha, kinaweza kufanikiwa. Mjasiriamali hapaswi kuanza kwa kutegemea pesa. Ikiwa unaona pesa tu, hautafika mbali, lakini ikiwa una ndoto na una mipango ya kufanya maendeleo, mambo mazuri yataanza kutokea. Sikuwahi kukata tamaa au kulalamika. Nilijipa ahadi ya kwamba nitajitahidi mpaka wapinzani wangu walalamike mpaka wakate tamaa, lakini sio mimi ukata tamaa. Kwa hiyo usikate tamaa kila hisi. Kama wewe ni kiongozi au ni mjasiriamali, kumbuka ili siku zote ni lazima uwe na nguvu ya kuunganisha timu yako na sio uwe chanzo cha kukata tamaa. Lazima uwe mtu wa kuhamasisha wengine, hata pale wakati mambo ni magumu. Kipaumbele cha kwanza ni kuendelea kuishi na kupambania kesho. Hiyo ndiyo imani yangu na ndiyo huwa ninajiambia kila siku. Ni kweli leo ni ngumu, kesho itakuwa ngumu zaidi, lakini kesho kutwa itakuwa siku nzuri. Lakini watu wengi hukata tamaa jioni kabla ya siku nzuri kufika. Mpaka leo hii, licha ya ukubwa wa kampuni yetu, bado ninaamini kwamba leo ni ngumu sana, lakini mafanikio yanawezekana. Bado ninaamini hivyo. Nina methali na mafundisho mengi zaidi kuliko mtu anavyoweza kufikiria. Unapoamua kuchukua jukumu la kuwa mjasiriamali, ni lazima ujue kwamba haya ndiyo maisha yangu na usilalamike. Usilalamike kuhusu kupata fursa. Siku zote fursa ipo pale ambapo watu wanalalamika. Ikiwa utaweza kutatua changamoto, basi utapata fursa. Hicho ndicho ninachokiamini. Tofauti kati ya kujenga kampuni na kujenga platform ni kwamba platform ni kwa ajili ya kuwasaidia wengine, kuwafanya wengine wawe na furaha, lakini kampuni ni kwa ajili ya kukufanya wewe uwe na furaha. Kama unaishi katika karne ya 21 na unataka kufanikiwa, hakikisha wafanyakazi wako wanapata furaha na wanakuwa na mafanikio. Hakikisha pia wateja wako wanapata furaha na wanakuwa na mafanikio, kwa sababu ukiwasaidia wateja wako kufanikisha mambo yao, platform yako pia itafanikiwa, na huo ndio msingi. Na ukumbuke siku zote jambo hili, ukiwawezesha wengine kufanikisha mambo yao, unajisaidia wewe mwenyewe kufanikisha mambo yako. High people right. Usiwachague watu wa kuwaajiri kwa sababu walishawahi kuwa na nafasi kubwa na kufanya kazi katika makampuni makubwa hapo awali. Huwezi jua, labda hajui chochote na hana uwezo wa kutosha. Kwa hiyo ugawa kazi kulingana na uwezo wao halisi. Waajiri watu na uwape kazi wale wenye akili zaidi kuliko wewe, wale ambao wanaweza kuwa mabosi wako wa kesho. Hicho ndio kielelezo cha mafanikio ya baadaye ya kampuni yako. Na uwaamini wao kwamba wana uwezo mkubwa kukuzidi. Leadership doesn't have a style. Everybody can be a leader. A good leader should have a... Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na maono. Maono haya hayapaswi tu kuwa mazuri, maono ni lazima uyaone mapema kabla wengine kuyaona. Kiongozi mzuri anaona mbele ya wakati wake na anaona fursa ambazo wengine hawazioni. The opportunity. Na mimi kama CEO wa Alibaba kazi yangu ni kuona matatizo ya kesho, kuona changamoto kabla wengine kuziona, na kuhakikisha timu yangu inashirikiana kutatua changamoto hizo.